Pamoja na kwamba tuna madini, tuna madini mengi. Kwa nini madini yetu yanatoroshwa? Na hivi karibuni mmesikia yametoroshwa na wasindikizaji walikuwa polisi. Kwa nini polisi wanasindikiza madini? Watazungumza hapa, wako hapa polisi. Kwa nini TRA hawakusanyi kodi wanapewa hela zao kule, wanakusanya kodi zao badala ya kodi za Watanzania. Haya lazima yazungumzwe, na kamishna wa TRA yuko hapa. Kwa nini makamishna wa madini walioko mikoani wanalipwa mshahara na sheria na wamelipa wamesoma geology vizuri, wanajua miamba yote, kwa nini madini yanakomeshwa yanatoroshwa kwenye maeneo yao? na wao wako na mishahara hawajakosa kupokea hata mwezi mmoja. Haya ndiyo tunataka tuyajibu leo. <apples> Je, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanasimamiaje maeneo yao kuhusu ukusanyaji wa kodi ya dhahabu? Je, tume ya madini inafanya nini katika kukontrol biashara hii? Kwa nini madini ya tin yaliyoko kule Kyerwa yanachimbwa lakini hayauzwi wala hayana soko, yanatoroshwa kwenye nchi jirani yale, lazima tuyajibu hapa. Kwa nini tanzanite, pamoja na kujenga ukuta bado inatoroshwa? Watu wa tanzanite wako hapa, watatusaidia wazungumze, ukweli. Kwa nini hatuna maeneo ya soko ya madini kama dhahabu, wakati BOT ipo, mawaziri wapo, makatibu wakuu wapo, why tunakosa masoko? Inabidi wachimbaji hao watoroshe, kwa sababu wanahitaji pesa. Hujawaeleza <coughs> soko liko wapi? anafanyaje na dhahabu yake me? na yeye amepata kule, lazima atafute mahali pa kutorosha. Sasa ni lazima watueleze mawaziri wahusika na makatibu wakuu na watendaji kwa nini. Tusipojibu haya maswali ambayo magumu, tutakaa hapa, hata kama tungekaa siku tatu, tutatoka bila majibu. Tutapambana hapa lakini tutatoka bila jibu. Kwa nini BOT kwa mfano katika vitu ambavyo vinaheshimika tunakuwa na tunatunza dola? Kwa nini nchi zingine, mbona zinatunza na dhahabu ili kulinda masoko yao, ili dola ikiteremsha, ikiteremka, dhahabu ipo, wanaweza wakaiuza? Kwa nini hizi hakiri za wataalamu wetu madokta na maprofesa walioko BOT hawazitumii hapa, why? Kwa nini wachimbaji wadogo wadogo wanashawishika kuuza nje badala hata ya kuuza humu ndani? Kwa nini wananunuzi wa humu ndani na wanunuzi wa nje wanashawishika kutokulipa ushuru, why? Mimi kwa maoni yangu na ushamba wangu nilifikiri haya ndiyo tuyajadili wote, tusikilize, tuone, nana naanza. Otherwise tutawaeleza yetu, tutamaliza, tutapiga picha, tutaondoka, hakuna tutakachokuwa tumekifanya. Mimi nataka nijue. <laughs> kama kiongozi wenu nataka nipate hizi challenge za ukweli, ili tutoke kwenye dimbu hili la sekta ya madini kuchangia kwa asilimia nne na sasa hivi inachangia kwa asilimia nne pointi tano ifike kweli hiyo asilimia kumi au asilimia zaidi ya hapo, ili uzalendo wa watanzania uzalendo wa wananchi wote tulioko hapa tunaowakilisha watanzania milioni hamsini na tano Uwe reflected katika sekta hii ya madini. Sasa kama mnanikubalia hilo, mimi naomba nichukue uchairman, nianze kuchagua mmoja mmoja anayetaka kuzungumza. Wanaosema ndio waseme ndio, wanaosema hapana waseme hapana. Basi waliosema ndio wameshinda. Haya <laughs> mwakilishi wa Tanzanite mmoja asimame hapo, mpelekeni maiki azungumze kwa ufupi, yoyote tuwejitokeze, tuanza kupiga hapo, wala usifiche kitu. <laughs>